Leo niko hapa kuzungumzia mada ambayo ni ya kawaida sana lakini ya kuvutia na muhimu kuhusu ugonjwa wa neva wa kisukari. Kisukari pamoja na shinikizo la damu ni ugonjwa usioambukiza ambao ni wa kawaida sana na unaathiri idadi kubwa ya watu duniani kote. Jinsi kisukari kinavyoathiri neva ni swali ambalo wengi wenu mnaweza kuwa nalo. Dalili ya kawaida zaidi itakuwa ugonjwa wa neva. Ugonjwa wa neva ni nini? Neva zinaanza kutoka kwenye ubongo zinashuka hadi kwenye uti wa mgongo na kuingia kwenye neva za mikono na miguu, na hizi neva zinaitwa neva za pembeni. Ziko nyembamba sana, ziko kama mtandao wa buibui, na hizi neva ndizo za kwanza kuathirika kwa ikiwa mtu ana kisukari. Kwa hivyo nitaigunduajeri Dalili rahisi itakuwa kama tunavyoita sindano na sindano, au ugonjwa wa miguu inayowaka moto, ambapo mgonjwa anahisi kwamba kuna kitu kinatambaa kwenye nyayo au mikononi, au wanahisi kama sindano inachoma, au wanahisi tu kuwa ni moto sana na inawaka. Hizi ni dalili za awali za ugonjwa wa neva za pembeni. Wengi wenu mtashangaa kujua kwamba ugonjwa wa neva za pembeni unaosababishwa na kisukari unaweza kutangulia miaka miwili hadi mitatu kabla ya kuanza kwa kisukari. Kwa hivyo hii inakuwa ishara ya onyo na inaweza kutuambia kwamba tunaweza kupata kisukari siku zijazo. Dalili za hali ya juu zinaweza kuwa zipi? Katika hali mbaya, wanaweza kupoteza ukubwa wa misuli. Tunaona watu wengi wakija kwetu na kutuambia kwamba wamepoteza ukubwa wa mikono na miguu yao. Wanasema misuli imepotea tu, unajua. Kwa hivyo hii ni hatua tunayoita amiotrofi ya kisukari au atrofi ya misuli kisha wanaweza kuwa na maumivu makali na hisia za sindano na wanaweza kuanguka kwa sababu ya kutokuwa na usawa wakati wa kutembea, na kisha wanagundua kwamba wanajikwaa na kuanguka kwa sababu ya udhaifu kwenye miguu. Katika hali mbaya sana, baada ya jeraha kwenye mguu, mgonjwa anagundua ghafla mguu unavuja damu, lakini hauna maumivu kabisa. Jeraha litakuwa kubwa vya kutosha, lakini hawana maumivu yoyote, na hiyo ndiyo sababu hawawezi kugundua kwamba wamepata jeraha kwenye mguu. Hii ni ugonjwa wa neva kali unaosababishwa na kisukari. Kama mtaalamu wa neva, wengi huuliza, mbali na ugonjwa wa neva wa pembeni, je, kisukari kinaweza kuathiri ubongo au uti wa mgongo kwa njia yoyote? Jibu ni ndiyo. Kisukari ikiwa hakijadhibitiwa, kinaweza kumfanya mtu awe katika hatari ya kupata shambulio la ubongo au kiharusi, kama vile kisukari kisichodhibitiwa kinaweza kusababisha shambulio la moyo au mshtuko wa moyo. Ikiwa kisukari hakitadhibitiwa, wanaweza kuwa na hatari ya kupata hu uh, shida ya akili mapema zaidi kuliko umri ambao kawaida ingeonekana, kwa kupata damu nyingi kwenye ubongo na kwa kupungua kwa ubongo kutokana na kisukari, tunachokiita kama atrofia ya ubongo ya koti kali. Wanaweza kuwa na mwelekeo mkali wa kupata u uh, matatizo ya kibofu au matatizo ya mkojo. Wanaweza kupata kuvimbiwa wanaweza kushindwa unajua, kutoa haja kubwa mara kwa mara au kwa utaratibu. Jinsi ya kuzuia ugonjwa wa neva wa kisukari? Rahisi sana, tibu kisukari mapema iwezekanavyo, hakikisha unakula lishe bora, na hiyo ndiyo tiba ya msingi ya ugonjwa wa neva. Hakuna tiba maalum ya ugonjwa wa neva, tunapaswa kutibu chanzo cha ugonjwa wa neva ambacho mara nyingi ni kudhibiti kisukari. Kwa hivyo marafiki wapendwa, ni muhimu sana kuwa macho na kutafuta dalili zozote za mapema za kisukari hasa katika mfumo wa neva.